Waswahili wanasema kwamba sio kila mwenye maisha mazuri basi ana amani moyoni, bali kila amwaminie Mwenyezi Mungu ndiyo mshidi wa kila kitu. Angalia yule anang'aa kama ndiye mwenye nyumba, ngoja tu. Walikuwa wake watatu wa Bwana Kizito wakiishi wote ndani ya jumba la kitajiri la Bwana Kizito. Wawili Bishani na Bifarida walikuwa wanaamini ushirikina sana katika maisha yao Ila mmoja ambaye ni Bi Zainab alimwamini Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Kwa tamaa ya mali na wivu, wake wawili wa Bwana Kizito, Bi Shani na Bi Farida, waliungana na kwenda kwa mganga ili kumroga mke mwezao Bi mdogo ambaye ni mjanzito. Je, unajua nini kilitokea kwenye mkasa huu? Sasa, kabla sijaanza simulizi hii, kwanza like kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze hadithi yetu. Jua la saa kumi na mbili asubuhi lilipenya kwenye mapazia ya hariri ya rangi ya dhahabu katika jumba la kifahari la Bwana Kizito lililopo maeneo ya Masaki. Hili si jumba la kawaida, ni hekalu la kuishi. Ukuta mrefu wenye electric fence, walinzi wawili getini na magari manne ya kifahari yakiwa yamepaki, ndio ilikuwa taswira ya kwanza ya utajiri wa bwana Kizito. Ndani ya jumba hilo kulikuwa na vita baridi iliyotokota kuliko chai iliyokuwa ikichemka jikoni. Mezani, Bi Farida, mke mkubwa, alikuwa amekaa akisoma gazeti huku akijifanya hanywi chai kwa sababu ya diet. Farida ni mwanamke wa makamo mrembo bado, lakini uso wake ulikuwa na mikunjo ya hasira iliyofichwa kwa ustadi. Mkono wake wa kushoto alikaa Shani alikuwa mpenda anasa mvaa mawigi ya bei mbaya na kucha ndefu ambazo zilimfanya hata kushika kikombe cha chai iwe kazi. Macho yao yote yalikuwa yakielekezwa kwenye ngazi, yakimsubiri adui yao wa pamoja. Mara Zainab mke wa tatu alishuka taratibu. Zainab alikuwa kijana mdogo mjamzito wa miezi saba. Hakuwa na mapambo mengi, alivaa dera la heshima na kichwani alifunga mtandio safi. Mkononi alishika tasbihi yake ndogo, akionekana kumnongoneza Mungu maneno ya shukrani. Hujambo dada Farida, hujambo dada Shani, Zainab alisalimia kwa unyenyekevu, huku akivuta kiti kukaa. Bi Farida aliguna tu mm, huku akiendelea kusoma gazeti. Bi Shani alicheka kinafiki. Hujambo mama kijacho, leo umechelewa kushuka au kiumbe tumboni kimeanza kukupa amri? Kabla Zainab hajajibu, sauti nzito na yenye mamlaka ilisikika. Alikuwa Bwana Kizito mwanaume mwenye kitambi kidogo cha pesa akiwa amevalia suti nadhifu tayari kwa ofisi. Zainabu wangu! Kizito alimkimbilia mkewe mdogo na kumshika mkono kwa huba akiwapuuza wake zake wengine. Leo vipi, kijana anacheza tumboni? Umepata usingizi? Namshukuru Allah, mume wangu, nipo salama, Zainab alijibu kwa tabasamu, ingawa alihisi macho ya wake wenza yakimchoma kama sindano za moto mgongoni. Dada tatu Kizito aliita msichana wa kazi kwa sauti, Mletee mke wangu juisi ya tende na maziwa fresh haraka. Unajua hatakiwi kula vitu vya ngano asubuhi. Bi Farida alishusha gazeti kwa kishindo. Sasa baba Junaid, sisi wengine hapa ni sanamu? Mbona hujatuuliza hata kama tumeamka salama? Kizito aligeuka na kuwatazama kwa jicho la dharau kidogo. Farida, wewe una miaka kumi hapa, unahitaji kubembelezwa nini? na wewe Shani, kazi yako ni kuagiza nguo mtandaoni tu. Zainab amebeba mrithi wangu, amebeba baraka ya nyumba hii, lazima aheshimiwe. Kauli hiyo ilikuwa kama kumwaga petroli kwenye moto. Bwana Kizito alipomaliza kifungua kinywa na kumpa Zainab busu la jioni njema na kuondoka, ukimya mzito ulitawala. Zainab alisimama, naomba nikapumzike chumbani, nina kisomo cha asubuhi sija cover. Alipopanda juu tu Shani alimsogelea Bi. Farida na kunongona, umemisikia mumeo eti amebeba baraka ya nyumba sisi? Tumebeba nini? Mikosi! Bi. Farida aliminyia meno kwa hasira. Huyu mtumishi wa Mungu anajifanya mwema sana, anatumia hiyo mimba kututawala. Shani, ile mipango ya Bagamoyo inabidi ifanyike wiki hii. Siwezi kuvumilia kuona akizaa mtoto wa kiume, ataridi kila kitu. Twendeni leo basi, Shani alishinikiza Namjua dereva wa bodaboda -boda anayeweza kutupeleka kwa mzee wa Kimbweta huko Mkuranga, kama Bagamoyo ni mbali. Huyu Zainab lazima mimba ichoropoke au imkae vibaya, ashindwe kuzaa. Juu ghorofani, Zainab alikuwa amepiga magoti kwenye mkeka wake akisoma surah kwa sauti ya chini, machozi yakimtoka bila kujua sababu. Moyo wake ulikuwa mzito, akihisi kuna wingu jeusi linamwandama. Lakini hakujua kuwa maadui zake walikuwa wakipanga safari ya kuzimu kwa ajili yake. Siku mbili baadaye, Bwana Kizito alikuwa amesafiri kwenda Arusha kikazi. Hii ilikuwa nafasi ambayo Bi Farida na Bi Shani walikuwa wakisubiri kwa hamu. Zainab, Bi Farida alimuita kwa sauti ya ulaini ambao haikuzoeleka. Walikuwa sebuleni. Sisi tunaenda mjini kidogo. Kuna kikao cha harusi ya mtoto wa shangazi. Tutachelewa kurudi. Usimsubiri dereva, tumempa mapumziko, tutatumia Uber. Zainab, kwa roho yake nyeupe, aliitikia sawa dada, Allah awatangulie. Hakujua kuwa huo mwingi wa huruma ulikuwa ni koti la kuficha makucha ya chui. Gari aina ya Toyota Harrier labi Farida liliondoka kwa kasi, lakini hawakuelekea mjini kwenye kikao. Walishika barabara ya Kilwa, wakielekea vichochoroni huko Mkuranga. walipofika kwenye kibanda kimoja cha udongo kilichojificha katikati ya mikorosho harufu ya uvumba na vitu vilivyooza iliwapokea ndani. Alikuwepo mzee mmoja mfupi, macho mekundu, akiwa amevaa kaniki nyeusi. Karibuni mabinti wa mjini, mzee huyo alikohoa. Shida yenu naiona kwenye nyuso zenu, kuna mwiba unawachoma mguuni, si ndio? Mzee, siyo mwiba tu, Bi Shani alidakia kwa pupa, ni msumari. Kuna mwanamke ana mimba nyumbani kwetu, mume wetu hamwoni mtu mwingine zaidi yake tunataka hiyo mimba isitoke salama au akizaa huyo mtoto asiwe na akili timamu. Mzee alicheka kicheko cha kutisha kilichotetemesha kuta za kibanda. Huyo mwanamke ana ulinzi mkali sana, siwezi kumgusa moja kwa moja. Kila nikituma vitu nakutana na ukuta wa moto. Bi Farida alishtuka. Ukuta wa moto? ana uchawi kuliko sisi? Hapana, mzee alitikisa kichwa. Ana imani, saa zake ni ngao, lakini hakuna kisichowezekana. Ili kumpata, inabidi tumtoe kwenye hiyo imani yake au tumlishe kitu kwa mkono wa mtu anayemwamini. Mzee aliwapa kifurushi kidogo kilichofungwa kwa kitambaa chekundu. Hii ni unga wa mifupa ya bundi na majani ya kaburi. Lazima ahakikishe amekula hii kwenye chakula anachopenda sana. Akila tu ataanza kuweweseka na hiyo mimba itakuwa mzigo wa mawe tumboni. Wakati huo huo, nyumbani Masaki, Zainab alikuwa jikoni akimsaidia dada wa kazi Neema kumenya viazi. Neema alimpenda sana Zainab kwa sababu hakuwa na dharau kama wake wengine. Mama Zainab, Neema aliongea kwa sauti ya chini, hivi unawamini hawa mama zako wakubwa? Zainab alitabasamu kidogo. Neema, sisi sote ni binadamu, wana mapungufu yao, nami nina yangu. Muhimu ni kumwachia Mungu. Mm, Neema aliguna macho yao hayana upendo kwako. Jana nilimsikia Bi Shani anaongea na simu, alikuwa anataja jina lako na kusema lazima aondoke. Kuwa makini mama. Zainab alihisi baridi ghafla tumboni licha ya joto la jikoni. Alishika tumbo lake. Asante Neema, nitakuwa makini. Jioni iliingia na gari la Bi Farida lilirudi. Walishuka na nyuso za ushindi. Mfukoni mwa Bi Farida, kile kifurushi chekundu kilikuwa kinawaka moto wa chuki. Mpango ulikuwa umekamilika, ilibaki utekelezaji. Usiku huu chakula cha jioni kingekuwa cha mwisho kwa amani ya Zainab. Usiku uliingia na ukimya wa kutisha. Taa za chandeliers za sebuleni zilikuwa zimewashwa kwa mwanga hafifu. Bwana Kizito alikuwa bado hajarudi kutoka safari, hivyo house girl Neema alikuwa akiandaa meza. Bi Farida aliingia jikoni kwa kushtukiza, kitu ambacho huwa hafanyi. Neema, toka nje, kamfungulie geti. Dereva wa bodaboda nimeagiza dawa, Farida aliamuru. Neema alitoka haraka. Hii ndiyo ilikuwa nafasi. Bi Farida alifunua bakuli la biriani ambalo lilikuwa maalum kwa ajili ya Zainab, kwa sababu alipenda sana biriani. Kwa mikono inayotetemeka alimimina ule unga mweusi kutoka kwa mganga wa Mkuranga, akaukoroga haraka haraka na kufunika. Leo ndiyo mwisho wa jeuri yako mtoto wa Kiislamu. Alinongona na kutoka jikoni haraka. Mezani wote walikusanyika. Zainab alikuja akiwa amechelewa kidogo, akiwa amevalia gauni refu jepesi. Karibu mdogo wetu, B. Shani alisema kwa tabasamu la kulazimisha mno mpaka Zainab akashangaa. Leo dada Farida kasimamia upishi, biriani inanukia hatari. Zainab alikaa, Neema alipakua chakula. Alipoika sahani ya Zainab mbele yake, harufu nzuri ilimpiga Zainab, lakini ghafla Mtoto tumboni alipiga teke lenye nguvu sana mpaka Zainab akapiga kelele kidogo. Ah, vipi? Bi Farida aliuliza kwa hamaki, macho yakiwa kwenye sahani. Hapana, ni mtoto tu anacheza sana leo. Zainab alishika tumbo. Alishika kijiko, akachota tonge la kwanza. Bi Farida na Bi Shani walikaza misuli wakizuia pumzi zao. Tonge lilipokaribia mdomoni, simu ya Zainab iliita kwa nguvu mezani. Ilikuwa ni ringtone ya adhana. Zainab alistuka na kuweka kijiko chini kupokea. Alikuwa Bwana Kizito, mume wangu. Zainab aliweka loudspeaker bila kukusudia. Zainab, mpo mezani? Sauti ya Kizito ilisikika ikiwa na wasiwasi. Nimesahau kuambia, nimeota ndoto mbaya sana njiani. Msisubiri kula, nimeagiza pizza ziletwe hapo sasa hivi. Hicho chakula cha usiku msikile, kimeharibika. Nimehisi hivyo. Neema, akimwage chote B. Farida alisimama kwa mshtuko, kijiko kikaanguka. mume wangu, unamaanisha nini? chakula kimepikwa vizuri tu Farida. Kizito alifoka kwenye simu, nimesema msile, kuna kitu kimenambia chakula hicho si salama. subirini piza, nikirudi nitawaeleza. simu ikakatwa. Zainab aliangalia chakula chake, kisha akawaangalia wake wenza. Bi Farida alikuwa anatoka jasho jembamba B. Shani alikuwa anatetemeka miguu. Basi basi, kama mume kasema. Bi Farida alijiumauma. Neema, njoo umwage hili chakula. Leo ningependa tuishie hapa, tukutane tena kesho katika sehemu ya pili, na ndiyo tutajua nini kitatokea. Je, bwana Kizito akijua siri hii atachukua uamuzi gani, au itakuwaje? Kabla ya yote kwanza, weka maoni yako kwenye comment hapo chini.